Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Madam Jerusalem Meshack Kyango, ni mratibu katika Kanda ya Manzese na Kibaa katika furudi yetu mpya ya ECF. Niko mbele yako ndugu mtazamaji, ya kukutarifu ya moja, moja, na ndugu msikilizaji kukutaarifu kwamba siku ya tarehe moja mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano katika kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju tutakuwa na tukio kubwa na nzuri ambayo ni kwa ajili ya kutambua wakalimani wa lugha ya alama katika ita sinaleta lugha ya alama. Tunaona umuhimu gani, namna gani wamefanya kazi kubwa ndani ya kanisa na nje ya kanisa, na sasa tunaomba tuwatambue. Siku hiyo tutakuwa na wageni mbalimbali, kwa wahusika wakuu kama mwenyekiti wetu wa fili yetu mpya East Coast Tanzania Field Pastor Emmanuel Andrew, akiongozana na mkurugenzi wetu Pastor Petro Mganda, ambaye ni mkurugenzi wetu mzuri anayetusapoti kwa namna mbalimbali katika tasnia hii na katika huduma hii wezeshi ya Kiadventista, na ambao ni wahusika wakuu, ni wadau wa lugha ya alama, wakalimani na lugha ya alama, na wanafunzi wanaojifunza lugha ya alama. Hata nawe ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, usipange kukosa. Ni nzuri, ni nzuri sana. Karibu na Mungu akubariki.